Kumbukumbu kumbu ya kifo cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa la Tanzania, ambalo huadhimisha kila uh, mwaka tarehe 14 ya mwezi huu, ikiwa ni siku aliyofariki dunia mwaka 1999 katika hospitali ya Mtakatifu Thomas pale London, Uingereza. Kuna mengi ambayo kimsingi anahusishwa nayo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa wakati huu ikiwa ni pamoja na maadili ya uongozi wa haki Uh, kupinga rushwa, umoja wa kitaifa, na kujitegemea na maendeleo ya ndani, elimu, eh, kama nguzo ya maendeleo. Mchango wake kwa Afrika na uh, kuli, kujivua madaraka kwa hiari, jambo ambalo viongozi eh, wengi wanachagizwa wana, wana nalo. Sasa hapa studioni, eh, kwa njia ya simu nimefanikiwa kumpata Jenerali Ulimwengu, lakini bila shaka ni kijana Fedrick Mbwambo. Jenerali Ulimwengu anazifahamu vizuri siasa za Tanzania na amekuwa huko eh, tangu ujana wake, lakini huyu Fredrick Mbwambo, wakati mwalimu anafariki dunia, nadhani alikuwa chini ya umri wa miaka sita, alikuwa chekechea. Jenerali eh, unanisikia wakati huu? Naam, nakusikia uzuri. Habari za viunga vya Dar es Salaam? Ah, salama salama. Tuanze moja kwa moja, joto linaanza ku uh, kupanda kidogo. Naam. Najua una mambo mengi, tuanze moja kwa moja. Nyerere, mwalimu huyu hayati amekuwa madarakani Tanzania kama rais kwa takriban miaka ishirini na tatu. Tunaanza na wewe wakati if, kijana Fredrick akiwa anakusikia pengine itampa wasaa mzuri wa yeye kutafakari na kutupa zile fikra zake. Wewe ulishuhudia yote haya katika baadhi ya wakati ulishiriki juhudi zake, hata katika ngazi ya chama, ukiwa tano kwa wakati huo, ukiwa kijana mdogo, unamtazama vipi au unatafakari vipi e, mtu e, wakati wa wake kama mwalimu Julius Kambarage Nyerere? Uh, asante kwa swali hilo. Nadhani ni vigumu sana kumweleza mtu niliyemfahamu kama kama mkuu wa nchi uh, Baba wa Taifa, kiongozi wa Tanzania, lakini vilevile kiongozi wa Afrika. Uh, kusema kweli, mimi nilikuwa mdogo vilevile eh, wakati anaanza shughuli zake mwaka um, hamsini na nne, anaanza shughuli zake mii nilikuwa bado sijaingia hata darasa la kwanza um, lakini alivyo nilivyokuwa uh, darasa la tano nadhani la sita, ndio niliweza kumwona kwa mara ya kwanza uh, katika umbali wa labda mita mia moja hivi akihutubia wananchi sehemu za Katoke karibu na mji wa Bukoba, na baadaye nikakuja kukutana naye. <clears throat> nimefanya kazi kama mwandishi wa habari. Uh, nilivyoanza alikuwa bado yuko madarakani na baadaye nikaja kumfahamu nikiwa nje ya ulingo wa habari, nikiwa uh, Umoja wa Vijana wa Afrika. um, alikuwa ni mtu wa aina yake, alikuwa na haiba ya ku- ya, ya kuimpress watu, alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kujieleza na mm, alitoa mfano wa maisha yake kwa watu wote waliokuwa wamemzunguka katika mambo mengi sana. Mojawapo ni uadilifu uh, wake uh, kutopenda kujikweza, kujitutumua, kujiremba na mavazi ya gharama kubwa sana, kutembea kwa misafara mi ya magari mia moja? Hapana, hata kidogo. Mwalimu mpaka anaondoka katika uongozi Sidhani kama alikuwa na magari zaidi ya matatu, sana sana manne mm. Generali... Mercedes, Mercedes, uh, uh, modeli ya mwaka elfu moja mia tisa sabini anamaliza no. Generali... uongozi wake. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye uh, hata alivyokuwa akiingia kwenye mahala kama Africa Hall wakati wa mikutano ya OAU E, wananchi waliokuja kusimama pale na kuwashangaa shangaa wakubwa wakuu wa nchi wakiingia ndani, walikuwa waki, wakipiga makofi anapotoka Nyerere ndani ya gari yake na kutembea. Mara nyingi wakati ule miaka sabini na themanini, alikuwa akipanda zile ngazi za Africa Hall kwa kutrot. Mm, Jenerali, unajua na, na, na, nafahamu una mambo mengi na mimi na maswali kadha, um, um, ni ba, bas... uh, wa kadha majibu ningeataka ayo mafupi ili nifanikiwe kukidhi kiu ya maswali sawa. Sasa kwa wasikilizaji wetu, wametaja wale maadui watatu ambao katika hotuba yake Mwalimu wakati wote amekuwa akiwataja uh, umaskini, ujinga maradhi eh. Pengine wakati huu ambapo tunamkumbuka miaka sitini na tatu tangu uhuru wa, wa wa Tanganyika, wakati huo hali ikoje? Kwa wakati huo sasa hivi ni zaidi ya, ya, ya, ya hao maadui watatu, unaweza kuongeza wengine kumi mm. E, kwa sababu ongeza hapo uongo, ongeza ubinafsi ongeza u, u, u, u, u, ubabaishaji hmm. Ongeza eh, sasa hivi katika nchi yetu utekaji wa watu, ongeza utesaji wa watu, ongeza matumizi yasiyokuwa eh, na sababu ya mabavu ambayo ni ya kipolisi na wanajeshi um, ongeza yote hayo ha, na mengine mengi unaweza ukayaongeza uka, uka hapo ha. Ha. Ha. Ha, haya mambo yalikuwepo hata wakati ule mm, ila Mwalimu akiwa katika madaraka aliyakemea, hakuyavumilia wala hakuyapongeza. Sasa ha. hivi ni kama vile hayo mambo yote yapo na mengine yameongezeka, halafu kuna watu ambao wanapenda kuyashangilia, kuyatukuza na kuyakubali kwamba ni njia ya kawaida ya watu kuishi, lakini wapo viongozi wanayokosoa hata sasa. Anasikika akikosolewa? Uh, mara ya mwisho umesikia? Ah, mimi nauliza maswali Jenerali, mi ndo mwenyekiti wa kikao hiki, sipaswi kuhojiwa. Jenerali unasikilizwa sasa hivi na na wasikilizaji wetu, lakini kuna Fredrick Mbwambo huyu kijana so. Kama wewe wakati Mwalimu anaanza ku, ku, ku, ku, kufanya shughuli zake za kisiasa alikuwa ulikuwa chini ya umri, ulikuwa chini ya darasa la kwanza, pengine ulikuwa hujaanza darasa la kwanza. Na huyu mwambo pia wakati okay, mwalimu anafariki dunia alikuwa chini ya hakuanza darasa la kwanza, alikuwa chini ya umri wa miaka sita wakati ule, mwaka elfu moja mia tisa na tisini na tisa. Mwambo, unanisikiliza wakati huu? Nakusikiliza vizuri kaka. Sudi, umemsikiliza Jenerali Ulimwengu na nitaka kujua kufahamu kwako wewe, unakumbuka nini kikubwa kwa mwalimu Julius Kambarage Nyerere? Asante sana. Kwanza na msalimu sana baba yangu mzee Ulimwengu, na nimefurahi kuwa pamoja naye kwenye kwenye mjadala huu mm. Mimi kikubwa ambacho nakumbuka kuhusu mwalimu, sikupata nafasi kubwa e, ya kufahamu mengi kwa, kwa kuona akiwepo, lakini nimepata nafasi nzuri ya kujifunza kupitia historia e, kwa watu ambao walikuwa wakati ule E, lakini nimekulia kwenye mazingira ambayo nyumbani mama alikuwa akimpenda sana mwalimu. Kwa hiyo uh, kulikuwa kuna yale mabango ya mwalimu pamoja eh, na vile vipeperushi ambavyo vilikuwa vina ujumbe mbalimbali za mwalimu. Kuna ujumbe mmoja nilikuwa nikiingia ndani kila mara anakutana nao, umeandikwa uongozi ni kutoa, si kutajirika, wa mwalimu Nyerere. Kwa nilimfahamu katika mazingira hayo ya kujifunza kupitia historia. Jenerali, uh, unadhani vijana wa leo kama Frederick alivyo wanamfahamu vyema wa mwalimu? Maanake kwa umri wake pengine na waliozidi kidogo, ndio wengi wako katika madaraka, wengi wako katika uh, sekta mbalimbali mbali, wanafanya kazi. Na wewe umekuwa ukitathmini hali ya kisiasa, umekuwepo wakati huo, upo sasa na unaendelea, tathmini yako? Wapo vijana, nadhani Frederick atakuwa ni mmoja wao, amejifunza uh, kutokana na historia ya mwalimu na wanakubali kama kiongozi kutokana na hizo simulizi wanazopata kutoka kwa baba zao, na kutoka katika makabrasha ya ya ya libraries na nini. Wapo ni wachache, kwa sababu hatutii hatuti mkazo mkubwa sana katika mafundisho ya mwalimu. Kwa nini? Kwa sababu tumejenga sasa jamii ya watu wa binafsi zaidi ya watu wa roho zaidi wa mali ya watu wa wasiojali tena kutendeana haki. Kwa kweli jamii iliyopo sasa nchini ni tofauti kabisa na jamii ambayo mwalimu alikuwa akifikiria kui, kuiunda. Tumetoka tume kabisa katika reli ya, ya mafundisho ya Nyerere tunafanya vitu vyetu. Mm. Tunafanya vitu vyetu vya kila aina vya kushangaza, vingine, vingine vya kutisha. Yeah. Uh, kwa hiyo ndio maana uh, hatuweki mkazo mkubwa sana katika kuwafundisha vijana wadogo maadili ya Nyerere, kwa sababu ukiwafundisha sana maadili ya Nyerere watafanya mapinduzi katika nchi hii. Jenerali, uh, unavyozungumza so, so kana kwamba Mwalimu Julius Kambarage Nyerere amekuwa mtu akifanya vitu vyote sawasawa sawa. Sasa wewe kwa vile umekuwa muda mrefu ukifuatilia, umekuwa katika siasa zake, unamsoma na umefanya naye kazi, hebu tueleze yapi ambayo unatha, una, una, unafikiri kwamba ah, mwalimu angefanya hili pengine wakati huo tungekuwa sawa. amekaa madarakani rushwa. Miaka ishirini na tatu rushwa ilikuwepo wakati wa mwalimu. Nitakwambia hilo. Mm. Nimesema mapema kwamba sio kama mambo haya hayakuwepo, yalikuwepo lakini aliyakemea, na sisi tulikuwepo, tulijua na tungeweza, kwa mfano, kama mwanahabari ningeweza nikasema uh, wakati ule bado yuko madarakani kwamba hili si sawa, kwa sababu mwalimu kanifundisha kwamba hili si sawa. Leo ukiangalia mambo yanayofanyika uh, ambayo si sawa hata kidogo, uh, wala si haki mm, uh, lakini hakuna anayekemea mpaka watu wanadhani kwamba hivi ndivyo inavyotakiwa iwe e, si bahati mbaya, ndivyo hivyo inavyotakiwa iwe e, mwalimu angekemea. Sisi ambao hatukuridhika na hayo mambo tulikuwa tukipaza sauti na tunajua kwamba mwalimu hatimaye atajua kwamba na mimi nilisema kwamba hili si sawa uh, masuala kwa mfano ya wizi wa mali za umma, uporaji upo, upo, unaofanyika waziwazi watu kujiingizia pesa ambazo si za haki hata kidogo. Siku hizi ni kama vile eh, mapesa yanatoka wapi? Sijui, mapesa yanafumuka tu uh, unaona tu ma, makasri yanajengwa magari ya ya ya, ya kufuru uh, yanaendeshwa na, ya na, na hu, hujui utamuuliza nani. E, wako watu wanaitwa sijui TAKUKURU na watu gani wanaweka mi, matangazo mengi kwenye maredio, mpaka unauliza hivi, hao ambao mna, wa, wanaonekana hapa nyee hamwaoni? Hii uh, ni taasisi ya kukabiliana na rushwa ndio, mm. ha, hamna kazi wanayofanya tuhuma hizo, ha, hamna kazi wanayofanya kwa sababu kama eh, wanafanya kazi basi ru, rushwa imeisha, maanake rushwa tunaziona barabarani lakini mahakamani hazipo. Rushwa ni mchakato. Wakati mwingine, hata wananchi mmoja mmoja katika maeneo mliopo, mnapaswa kutoa taarifa, kushiriki katika jitihada hizi. Si taasisi moja, watu wako ofisini wakawa wanaona mambo yote Jenerali. Hapana. Sasa taasisi ta, ta, gani utafanya kazi hiyo kama vyombo vya habari vyote vimewekwa mifukoni? Mbona wewe unazungumza sasa hivi, Jenerali? Nani? Wewe unazungumza sasa hivi huko, unasikika unasikika Rwanda, Kongo, Burundi, mimi, Tanzania wewe, mimi, we, umeambiwa aa, mimi ndio Tanzania. aa, nasema ni miongoni mwa waandishi wa habari wa Kongwe, nasema mm. mimi kuzungumza na wewe mm. ndio nimekuwa Tanzania, tumewazungumzia waandishi wa habari ya. Sasa, nakuuliza sasa, sikiliza. Mimi hmm. nakueleza hali ilivyo hapo, unaniambia wewe mbona unazungumza? Nakuuliza sasa swali moja, hebu nijibu. Mimi ndio Tanzania, ah, tunatolea mfano wa waandishi habari, umesema wamewekwa mfukoni na kazi nafanya... mimi uandishi wa habari imekwambia, vyombo vya habari msipotoshe maneno ya watu. Sikiliza nachosema, vyombo vya habari vimeweka mfukoni, vyombo vinaendeshwa na watu. Jenerali, tuondoke huko. Siku hizi watu wanasema wanafanya uandishi wa, mb... uh, wa, wa, uh... wa habari wenye kujenga. Kujenga maana yake nini? Nani alifanya kazi ya uandishi wa habari wenye kubomoa uandishi wa habari wenye kutoa suluhisho. Hebu su, su, tueleze kwamba mambo gani yanaweza yakafanyika. Kwa mfano, hebu katika... e, e, e, tafsiri hiyo na, dada. Huwa kidogo nataka kusema nini, nataka kusema hivi, watu wanapofanya uandishi e, wa habari maanake, sasa nimekuwa nahojiwa na wewe, wanafanya uandishi wa, wa, wa habari ambao wanatoa suluhisho. Kazi ya mwanahabari Mm -hmm. Ni kudodosa hata yule anayemdodosa anamuza maswali ni kumuliza na yeye maswali. Wanahabari, tunaye Frederick Mbwambo kijana huyu na anakusikiliza na anajifunza mambo kutoka kwako. Frederick, umemsikia hapa jenerali akimtaja mwalimu na yale mazuri aliyofanya kwa wakati ule, kwa wakati huu, kwa mtazamo wako yeah. kwa sababu hukuwepo Frederick wakati huo uh, mm. yapi hakuna unavyotazama mwenye uwezo wa kutekeleza yale yaliyoachwa na mwalimu au e, viongozi kama wenye uwezo wake unavyofikiri na unavyotazama kwa tafakari yako? Kwa namna ambavyo ninavyotazama na kusikiliza hotuba mbalimbali mbali za mwalimu inaweza mm, e, kusema mwali, mwalimu alikuwa ni kiongozi ambaye aliishi maneno yake e, na kuna wakati alinukuliwa akisema kwamba E, anaweza akawa amekosea, lakini alikuwa mkweli wakati wote e, kwenye swala la maadili ya utumishi wa umma, kwenye kujilimbikizia mali, aliishi swala hilo kwa vitendo. Utakumbuka wakati ule nchi kidogo ilikuwa gizani, hapakuwa na vyombo vya habari wala mitandao kama sasa. Kwa hiyo kulikuwa kuna mazingira rahisi zaidi ya kufuja mali ya umma na kufanya ubadhirifu na mambo hayo yakawa siri lakini hakufanya kwa sababu alikuwa mkweli eh. Lakini leo viongozi eh, wa kweli eh, wenye dhamira ile ya kweli kabisa ya kupigania nchi na kuwapigania wananchi, kulinda rasilimali na kuwa na maadili mema ya ya, ya utumishi wa umma eh, suala hilo linapungua, linapungua kwa kasi sana na viongozi wamekuwa wakifanya tofauti kabisa na kile ambacho Mwalimu Nyerere alikuwa anaamini. Uh, kile ambacho alikuwa anakipigania na kusimamia, so, na mwi... taifa na taifa ambalo aliwaachia eh, viongozi hawa ambao wako sasa. We nihitimishe, kwa Jenerali, kama ungelipata nafasi Jenerali Ulimwengu eh, leo hii ungependa kumweleza nini Mwalimu kifasihi, kwa ufupi? Ningemweleza kama ningekuwa na email yake mm, ningemweleza kwamba uh, tunapata tabu sana kwa sababu sisi ambao tulikulia katika ma, malezi yake makuzi na uongozi wake mm, tunachoona mbele yetu ni giza kubwa sana, uh, kwa mmomonyoko wa maadili kwa uongozi kwa, tuseme, uongozi utawala ambao haujali kabisa hatima ya nchi, unajijali wenyewe na hatima yao zao na familia zao na watu ambao hatimaye, nahisi, nina wasiwasi mkubwa sana kwamba wataingiza nchi hii katika hali ngumu zaidi kuliko tulionayo leo badala ya kutuingiza katika hali ambayo ni bora ina hueni zaidi kuliko tulivyo uh, hivi sasa. Hayo ndio maneno, hiyo ndio ripoti ningempelekea Mwalimu. Nashukuru ninge sana, nashukuru sana Jenerali Ulimwengu kwa kushiriki eh, katika mahojiano haya, na ni kushukuru Fredrik Mbwambo kijana kwa kushiriki pia uh, mazungumzo haya, na niwatakieni heri, sio asante sana.